na nchi ya Afrika Kusini ni mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili ya tarehe ishirini na saba mwezi wa nne mwaka 2025 majira ya saa kumi jioni kwa saa za nchini Tanzania, lakini pale Afrika Kusini ni majira ya saa tisa mchana. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka ya Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza waliweza kufanikiwa kushinda E bao moja kwa sifuri, bao ambalo kwa upande mwingine limeweza kuipa nguvu Simba na kuamini kwamba wametanguliza mguu mmoja ndani kuelekea katika mchezo huu mkubwa wa marejeano dhidi ya Stellenbosch. Sasa kwa upande mwingine fahamu, kuelekea katika mchezo huu kikosi cha wekundu wa Msimbazi hii leo kimeweza kuondoka nchini Tanzania kwa ndege maalum ya Air Tanzania ambayo imeweza kutolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu. Kwa hiyo tunaona Simba wamekwenda pale Afrika Kusini wakiwa na wachezaji ishirini na tatu wakiwa funa ndege binafsi ambayo imetolewa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa kutokana na rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania kuweza kufanya jambo kubwa hili ndani ya, ya kikosi cha timu ya soka ya Simba kupitia raisi na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba, hapa tukienda kumwongelea Mohamed Gulam Dewiji ameweza kufurahishwa na kitendo ambacho kimeweza kufanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa mama Samia Hassan Suluhu kuendelea kuiunga mkono klabu ya soka ya Simba. Mo anasemaje? Kutokana na chapisho lake ambalo ameweza kulitoa siku ya leo, anasema hivi: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya klabu ya Simba Sports Club, napenda kutoa shukrani zangu za dhati za kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha klabu yetu kushiriki mashindano ya kimataifa. Tumepokea kwa moyo wa shukrani mchango wa malazi na usafiri kuelekea mchezo wetu wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch utakaofanyika nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaona Mo hapa anatoa shukrani zake ambapo ameweza kutoa malazi. Malazi ni kwamba huenda rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande mwingine anakwenda kusimamia hoteli ambayo Simba watafikia, sambamba na vyakula mbalimbali ambao Simba watakwenda kuvipata pale wakiwa Afrika Kusini, na usafiri ambao ameweza kutoa ni ndege ambayo ni shirika la ndege la Air Tanzania limeweza kuipeleka klabu ya soka ya Simba pale Afrika Kusini. Barua ikaendelea kusema hivi: klabu ya soka ya Simba inatambua na kuthamini kwa dhati juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini, hususan mpira wa miguu. Tumetiwa moyo pia na motisha ya goli la mama ambayo imekuwa chanzo cha hamasa na ari kwa wachezaji na mashabiki wetu. Tunapenda pia kutoa shukurani kwa Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Habari sana utabadu na michezo kwa, utarati, kwa uratibu wa karibu wa safari hii. Aidha, tunazishukuru taasisi zilizoonyesha ushirikiano mkubwa katika mchakato huu mamlaka ya mapato Tanzania TRA shirika la ndege Tanzania ATCL mamlaka ya bandari Tanzania TPA na shirika la reli Tanzania TRL. Asanteni kwa kutumia na kutuunga mkono na, kwa, na kushiriki nasi katika safari hii ya kuinua soka la Tanzania. Kwa hiyo tunaona huyo ni mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya soka Simba akimshukuru zaidi rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kujitoa na wakati Simba wapo nusu fainali katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu ameweza kuwapa Simba usafiri sambamba na malazi yote ambayo yatakwenda kufanyika pale nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo Simba wanakwenda Afrika Kusini kibabe, wakiwa na ndege binafsi ambapo Simba moja kwa moja wakifika pale eh, Johannesburg Durban, watakwenda katika mji ambao watakwenda kucheza mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Like video yetu kama umefurahishwa na hiki ambacho ameweza kukifanya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu kuendelea kuiunga mkono klabu ya shuka Simba katika safari yake ya mafanikio. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Shesa Sultani, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 nane au 0680476277 pia. Unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo, mpigie muda wote. Sheisa Sultani ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndio kiboko yao.